Ni timu ngapi ambazo zinafaa kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026 kutoka barani Afrika? Yes, barani Afrika timu ngapi ambazo zinafaa kuwakilisha Afrika kwenye World Cup ya 2026? Timu ambazo zinafaa kuwakilisha Afrika ni timu kumi. Sasa hivi ukitazama pale kwenye makundi kuna makundi tisa. Na kila kundi liko na timu sita, sita, sita, sita, apart from kundi moja ambalo liko na timu tano. Sasa kwa kila kundi, haya makundi tisa, timu ambayo itamaliza namba moja kwa kila kundi inafuzu moja kwa moja kwenye World Cup ya 2026. Alafu baada ya hapo wanatafuta timu nne bora zimemaliza namba mbili, kwa zile zimemaliza namba mbili kwa kila kundi wanaangalia the best four kwa zile zimemaliza namba mbili. Alafu hapo watacheza playoffs. Kwa hizi playoffs kuna semifinali mbili, maanake watacheza mbili, mbili, mbili, mbili, semifinali mbili alafu fainali, ile timu moja ambayo itaweza kuwa the best na iweze kushinda hiyo fainali itaungana na timu zingine zile tisa ambazo zilimaliza number 1 number 1 kwa kila group, na ina make it 10 kwa timu ambazo itaweza kucheza kombe la dunia mwaka 2026 kutoka barani Afrika.